Tendele mbele, ambapo biashara katikati mwa jiji la Nairobi zilitatizika kwenye maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu Juni 25 mwaka jana, ambapo zaidi ya watu 60 waliuawa. Japo wafanyabiashara hao waliweka mikakati ya kujikinga, nipe ni kupe ya wa waandamanaji na polisi ilikuwa ngoma, kama anavyotuarifu Jimmy Mbogo. Raia walilazimika kutembea mwendo mrefu, kwani magari ya abiria hayakuruhusiwa karibu na jiji Jumatano asubuhi Jiji la Nairobi lilikuwa pweke. Barabara ambazo kwa kawaida hujaa watu na maduka ambapo biashara hunoga zilikuwa kimya. Magari ambayo hujaza jiji yalikuwa hayapo. Na siku kama ya leo ni baya kwetu sisi sote abiria, hakuna gari hasiendi, watu wamekaa kwa manyumba, hakuna usafiri yoyote, inaonekana hapa leo Nairobi ukiangalia kama ile siku unaona ni zuri natuma gari kutoka 80 mpaka mia lakini saa hii tatatu hakuna. Uchungu huo sio wake pekee. Abiria waliotoka mitaani kuja jijini walilazimika kupiga guu, kwani magari ya abiria yalisimamishwa mbali na jiji, vizizi vya polisi vikiwekwa kila kona ta watu wengi juu wamefunga Thika Road hapa kwanzia Loisambu kuja waka wakafungia hapa Gurunanak, then barabara tano pale ukiingia na misiam hapo, ndo tunaacha watu so mimi ni manufa, nikakuja hapa na ngoja watu. Tulipeleka tao na tumefungiwa njia, hakuna gari inapita, tumeamua tutembee hadi tao, lazima kieleweke leo. Na sio Nairobi tu, miji kama vile Nyeri iliathirika pia, baadhi ya wafanya biashara wakifungua ila wateja hawakuwepo. Sasa leo kazi naona haifanyiki juu aa, maskari wamefanya kazi, imeharibika. asubuhi tulikuwa tunafanya kazi juu hawakuwa, lakini venye waliingia, watu wameogopa. Hata pikipiki ya wapandi hauwezipeleka mtu mahali eh, watu wameogopa. Sasa kazi imekuwa mbaya. Wengi waikadiria hasara ambayo wanasema ingeepukwa iwapo polisi ingetekeleza wajibu wake wa kulinda mali zao na kuhakikisha maandamano ya amani. Jimi Mbogori, runinga ya Citizen, Nairobi.